Hey, hey, hey, hey, Asharozi Migiro katibu wetu wa mkoa wa Salaam, ndugu zangu wajumbe wa, wa halimashauri kuu, wenye viti wetu wa wilaya na viongozi wote ambao na maeshimia katibu mkuu. Ndugu katibu mkuu, kwanza tunakushukuru sana kwa ziara yako hii katika wilaya zetu mbili za Kinondoni na Ubungo, wilaya ambazo zina majimbo manne. Kwanza tunalo jimbo la Kinondoni chini ya mheshimiwa Tarimba Abbas. Tarimba Abbas oye! Kinondoni jimbo oye! tunalo jimbo la Kawe na mheshimiwa Godfrey Jofrey Timo kawa oye kimavyooye. Tunalo jimbo la Kibamba na Mheshimiwa Angela Jasmine <tiped> Kairuki Mzungu Kibamba oye! An Angela Kairuki oye! Na naomba mheshimiwa katibu mkuu ni mtolee udhuru, alikuwa awe hapa lakini ana majukumu kwenye wizara yake asubuhi, lakini nimemwakilisha nikiwa hapa. Tunayo pia jimbo la Ubungo katika wilaya yetu ya Ubungo, na mbunge wetu ambaye mimi hapa naitwa Kitila Alexander Mkumbo. Simnipigia kama kofi kidogo, nyie namna gani bwana? <laughs> ndugu katibu mkuu, nikupe taarifa mbili tu moja, ya kibunge kwa niaba ya waheshimiwa wabunge wa majimbo manne, nikupe taarifa kwamba tayari tumeshaanza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika majimbo yetu, na waheshimiwa wabunge wote wameshaanza ziara katika kata zao au katika majimbo yao na mimi mwenyewe nimeshaanza ziara tayari, nimeshafanya ziara katika kata yetu ya Mabibo, Manzese, Mburahati na, na ntaneaa kata zingine. Kwaio tayari utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi unaendelea, hususan kwa kuzingatia vipaumbele na kipaumbele cha kwanza katika majibo yote, ile maeshimua Katibu Mkuu, ni swala la miundombinu ya barabara. Hiyo habari ni kweli si kweli? Tusimamie tusisimamie wangapi wanasema, hicho ndo kitombole kikubwa kwa majibu yote manne. Mbarikiwe sana. Ya pili, ya mwisho, nikupe taarifa ya kiserikali kwa sababu pia nimepata heshima ya kuwa waziri. Na kabla sijatoa taarifa, Mheshimiwa katibu mkuu, kwa kuwa naongea kwa mara ya kwanza kwenye mkutano muhimu huu wa Chama cha Mapinduzi katika wilaya zetu mbili, nikuombe. Ni kwa heshima na taadhima unipelekee salamu, lakini unipelekee shukurani nyingi sana kwa mheshimiwa mwenyekiti wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa heshima ambayo amenipa ya kumsaidia katika ofisi yake, ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, kwa nafasi ya waziri. Namwahidi utiifu kwa chama cha mapinduzi na kwa serikali yake na kwa watanzania wote. Taarifa anayokupa ni kwamba kwa upande wa serikali tayari tumeshatafsiri maudhui ya ilani ya Chama cha Mapinduzi kuyapeleka kuwa mpango wa kwanza wa taifa wa maendeleo wa mwaka 2025 26 hadi mwaka 2030 31, kwa sababu tunapoenda kwenye uchaguzi tunaenda kwa watanzania kuomba ridhaa ili ile ilani yetu iwe sera na sheria ya serikali. Tayari tumeshashinda na juzi, baraza la mawaziri limeidhinisha mpango huo na nimetumwa kwenda kuwasilisha bungeni katika wiki mbili zijazo. Kwa hiyo ilani ya Chama cha Mapinduzi tayari imeshafanya kuwa mpango wa maendeleo ya taifa tayari kwa utekelezaji, na tunaahidi kwa niaba ya serikali ambayo niko hapa tunakwenda kuutekeleza. Mheshimiwa Katibu Mkuu, karibu sana Ubungo, karibu sana Kinondoni. Mungu akubariki. CCM oye Dokta Kitila Mkumbo, hey! Yeah! Mheshimiwa Katibu Mkuu, la kwanza tunao udhuu wa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam Komleli Abbas Zubeiri Mtengu ambaye yuko nje ya nchi kwenye matibabu, lakini kwa sasa anaendelea vizuri na anafuatilia kwa karibu sana ziara yake Mwisho jana kaniambia, anakushukuru anakupongeza sana, na kuna kitu kajifunza kwenye ziara yako, naye ya akirudi tu, kwanza anaenda kwa balozi wake ili aanze ziara kwenye mabalozi, kwenye mashina mengine. Lakini ninaouzu wa mheshimiwa mkuu wa mkoa Kaniaga jana ana safari ya kikazi kwenda nje ya nchi, lakini kamtoua mwakilishi wake, mkuu wa wilaya ya Kinondoni o. Kwa niaba yake, naomba aje atoe taarifa salamu za serikali.